Baada ya kuwaletea simulizi tamu ya bwana arusi aliyezimia kanisani, leo nakuletea kisa cha mdada aitwaye Jacqueline. Huyu Jacqueline ameniletea kisa chake na mimi nitawasimulia kwa niaba ya yake, na naomba tu uwe msikilizaji mzuri na mfuatiliaji mzuri wa simulizi hii, kwani ina mikasa ya kutisha na kuna mambo utajifunza na ne, An na sauti hii ni yangu mimi Joy Ismail, karibu, endelea kuwa nami. Naitwa Jacklin na simulizi hii inaanza hivi. Naitwa Jacklin, ninaishi Kahama nikifanya shughuli zangu za saluni. Mimi sijaolewa, ninaishi mwenyewe tu na sina mwanaume, pamoja na kwamba mimi ni mrembo. Sio kwamba wanaume hawanitaki, hapana, wananisumbua sana, ila mimi tu si wahitaji. Tuachaje na hayo, dada Joy, mimi nataka nikusimulie kisa changu kilichonitokea ambacho kimenitoa umaskini na kunipa madeni. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, siku hiyo ilikuwa ni siku ya sendof ya rafiki yangu aitwaye Recho. Kama kawaida mimi nilikuwa nina mwaliko na, ilikuwa, na nilikuwa mmoja ya wanakamati. Sherehe ilifanyika katika ukumbi maarufu hapo kama mjini siku hiyo nilijipamba vizuri, si unajua tena shughuli ilikuwa kubwa, si unajua tena shughuli ilikuwa kubwa, hivyo m kila mtu alitakiwa apendeze. Basi ilipofika saa kumi na mbili nikatoka baada ya kujiandaa vizuri, kwa kuwa sherehe ilikuwa inaanza saa mbili usiku, nikaona bora nipite katika club moja iliyopo kama. nikapata angalau bia mbili ili nijiweke sawa, nikiwa peke yangu Nikaingia ndani ya klabu. Nilipoingia, asilimia kubwa ya wanaume walinitazama, wengine wakionekana kunitamani, wengine walinishangaa tu. Nilifika, nikaenda nikakaa kwenye meza iliyokuwa haina mtu. Baada ya kukaa, mhudumu akaja, nikaagiza bia, aliniletea nikaanza kunywa taratibu, huku na peruzi mtandaoni katika simu yangu ya iPhone ya bei ghali. Hii simu haikuwa ya kwangu ila nimeiazima kwa rafiki yangu Husna ili nikavimbe nao kwenye sherehe. Si unajua tena mambo yetu ya dada. Pia niliazima na cheni ya dhahabu kwa rafiki yangu Vero. Kwenye kwenye mkoba wangu kulikuwa na shilingi laki saba za wanakikundi kwa ajili ya zawadi za sherehe. Wakati nikiendelea kunywa mara, wakati nikiendelea kunywa kwenye mara kwenye meza moja niliyokaa, kaja kijana mmoja handsome. Huyu mkaka alikuwa ni mzuri na alikuwa amependeza sana, inshoti alikuwa anavutia. Alifika akakaa akanisalimia huku anatabasamu, na mimi nikaitikia huku na tabasamu pia. Yule kaka akamwita mhudumu, naye akaagiza kinywaji na aliagiza kinywaji cha bei ya juu kidogo. Aliletoa kinywaji chake kisa Alitoa kinywaji chake kisha akafungua akamimina katika glasi. Alinitazama kisha akasema kwa sauti ya mapozi, sista karibu. Niliitika asante, huku namwangalia alivyo na sura nzuri, na nilipomsikia lafuzi yake nikagundua ni Mkongo. Mara huyo kaka akanitazama tena kisha akanisifia, sista, umependeza sana, we ni mzuri, kaka alisema huku ananitazama usoni Nilijikuta na inama chini kiaibu fulani cha kike hakikosekani. Sista, samani kama navuka mipaka. Alipoongea hivyo, nikashtuka, nikamtazama, nikashtuka, nika nilimtazama nikamsikiliza, anataka kuniambia nini? Mimi naitwa Zongli, natokea Kongo Kinshasa, natokea Kongo Kinshasa, niko hapa Tanzania ya kibiashara. Sijui mwenzangu naitwa nani, alisema huku ananitazama usoni. Nilimtajia nilimtajia jina langu naitwa Jacqueline. Nilipomtajia jina akatoa kicheko fulani kizuri kisha aka alitoa kicheko fulani kizuri kisha akanisifia, jina lako zuri kama ulivyo mrembo Yani, aliponisifia hivyo nilifurahi. Yaani mimi huwa napenda sana kusifiwa, na wanawake wengi huwa tunapenda kusifiwa. Basi stori zikaendelea na Zongli akanitongoza nikamkubali. Yani, alinitongoza siku hiyo hiyo na nikakubali. Hata mimi sikuelewa kwa nini imekuwa vile, maana sio kawaida yangu. Unaweza kunishangaa kwa kukubali haraka, ila kwa jinsi alivyokuwa ni mzuri, ni ngumu kumkatalia. Mara nikaanza kushiana ile waini aliyokuwa aliokuwa anainywa, akaagiza chakula, tukaanza kula na tukazoeana sana. Akanisogelea, tukawa zero distance, akawa ananishika sehemu anazopenda, mi nilitulia tu. Mara nyingi Zongli alikuwa anapiga simu, anaongea Kifaransa na Kikongo na aliongea biashara kubwa kubwa. Yaani, nikajiona nimelamba dumi au mkeka umetiki. Mara simu yake ikaishwa chaji, hivyo akaniomba simu yangu awe anapiga. Sikuwa na hofu nikamkabidhi ile iPhone ili atumie. Sikuwa na hofu kabisa, nikamkabidhi simu hiyo na nikamwonesha na password namba. Ali alichukua kinotebook kidogo alichokuwa ameandika namba kwe. Kwenye simu yangu salio ilikuwa dogo, hivyo nilimwambia anunue kwa njia ya Mpesa, na nikamwonesha na namba yangu ya siri akaunga salio la shilingi elfu kumi kisha akaendelea kupiga simu kwa wafanyabiashara wenzie. Mara ikafika saa mbili usiku muda wa ile sherehe kuanza muda ambao ndo ile sherehe inaanza. Kule ukumbini nilikuwa naenda, kwa ambayo, nilikuwa naenda kwenye sendof. Wakati huo raha za Zongli zimeninogea, yani najihisi raha sana kwa nae, ndipo nikamwambia swala la kwenda kwenye sherehe ya sendof ndipo nikamwambia swala la kwenda kwenye sherehe ya sendof. Akanijibu kwamba tukae kidogo tutaenda, wala sikumpinga. Wakati tukiendelea kula bata, mara zongli akafungua kibegi kidogo alichokuwa nacho kisha akanionyesha pesa za kigeni za mataifa mbalimbali mbali zilikuwa kwenye kibegi hicho kisha akaniambia bebi, unaona hizi pesa za nchi mbalimbali, nikizichenji kwa pesa ya Kitanzania thamani yake shilingi milioni ishirini na moja na laki tatu. Ni pesa za Urusi, India, China na Congo, lakini kwa bahati mbaya hapa Kaama hakuna sehemu ya kubadilisha hizi pesa, ni mpaka Mwanza. Hapa wanabali, hapa wanabadili dollars, pound, euro na pesa za nchi jirani kama Kenya, Uganda na Kongo unavyo unavyoniona, una hapa nimeishiwa pesa za Kitanzania. Sasa tunafanyaje? Na mimi nataka kuendelea kulala na wewe, mwanamke mzuri, mke wangu mtarajiwa. Yaani aliponiita hivyo mke wake, nikajisi furaha sana. Kisha akaendelea kuniambia "Baby, huna akiba yote, tutumie tuendelee kufurahi kufurahia, alafu kesho twende Mwanza tukazichenji hizi nitakupa nusu ya hizi pesa, si nimekuambia thamani ya hizi pesa? Alipoongea hivyo, nikamtazama nikajikuta na tabasamu, maana nilipiga hesabu. Ina maana nusu ya hizi pesa ni shilingi milioni kumi. Nilipanga kichwani, nikizipata hizo pesa nitaipanua biashara yangu, pia nitaanza ujenzi kwenye kiwanja changu huko Manzese hapa Kahama. Pia nitanunua ka usafiri hata ka shilingi milioni tatu ili na mimi nivimbe hapa mjini. Nilizishika zile pesa za kigeni nikaanza kuziangalia, zilikuwa ni mpya, zilikuwa noti kama mia mbili hivi. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuona pesa kama hizo. Alilifunga lile begi kisha akanikabidhi, nikaenalo mimi pale pale. Nilifungua mkoba wangu nikatoa shilingi laki mbili nikamkabidhi ni katika zile shilingi laki saba za zawadi za wanakikundi ambazo ilipaswa tutoe kwenye sendoff, ambao mpaka mda huo sikuwa nimeenda. Sikuwa na wasiwasi wowote, kesho yake ningeingiza shilingi milioni kumi alizopo, alizopokea tukiendelea kula bata. Na wakati huo klabu ilikuwa imechangamka sana, tulikuwa na vibe sana, tulikuwa tunasimama tunacheza, ila kibegi siku kiacha nilikuwa nacheza nacho, si unajua kulikuwa na pesa za kigeni. Mara ikafika saa nne usiku huko kwenye sendoff, wana kikundi wakaanza kupiga simu. Zongle akawa hanipi simu nipokee, tuliwapotezea. Wakati wakati huo pombe zilikuwa zimeingia vizuri kichwani, sielewi sendoff wala wala nini. Vibe lilinikolea haswa, sio serious. Sikuwai kwenda klabu kama hiyo, ilikuwa ni marango ya kwanza kuingia mara ikafika saa saba usiku hapo, nimeshampa nime zongli shilingi laki nne katika zile shilingi laki saba za zawadi za wanakikundi. Nilijikuta nimesahau kabisa habari za sendo kule ukumbini, kwa raha za songli nilinogewa. Ilipofika saa saba na nusu tukawa tumechoka tukaenda kuchukua chumba katika loji iliyopo jirani na klabu hiyo. Tulipoingia katika chum, chumba hicho nikawa nimebanwa haja ndogo, hivyo nikaingia katika choo ili kujisaidia. Nilipotoka nilimkuta Zongli amekaa kitandani, ameshika bilauri ya plastic zile takeaway iliyojaa wine. Alinikalisha kitandani, kisha akanipiga mabusu motomoto, mwili ukasisimka, kisha akachukua ile bilauri akaninywesha taratibu huku ananipapasa kwenye paja. Alininyosha yote ikaisha, kisha akanivua nguo zote nikabaki mtupu, yeye akanibeba akanilaza kitandani. Sikumwona anavua nguo kwa upande wake, sikumwona anavua nguo mimi. Nilijisikichwa kizito sana, nikahisi usingizi mzito sana usingizi mzito mno, sikuelewa kinachoendelea. Nilikuja kuzinduka saa sita mchana baada ya kushtuliwa na muhudumu wa loji. Nilipoamka nikajikuta niko uchi sijajifunika chochote, zongli simwoni wakati nikiwa na wakati huo huo nikiwa naendelea kujishangaa, yule muhudumu akanifunika akanifunika na shuka ili nijistiri, ndipo nikamuuliza yule kaka ndipo nikamuuliza mhudumu yule, kaka nilikuja naye hapa yuko wapi? Mhudumu akanijibu, yule kaka aliondoka saa nane usiku na akurudi tena, maana mimi ndo huwa nafungua mlango, ila sikumuona anarudi, ungawa ingawa aliaga kwamba nitarejea huyo mhudumu aliponijibu hivyo, nikaangaza angaza macho, sikuona simu yangu, na ile che, na ile cheni ya watu sikuiona. Kile kibegi kilikuwepo na mkoba wangu, kile kibegi chenye hela kilikuwepo pamoja na mkoba wangu ulikuwepo. Nilifungua mkoba wangu nikaona uko tupu, yaani pesa hazimo, wala simu, vyote havikuwepo. Kilichosalia ni kio na vipodozi nilivyokuwa nimebeba kama kawaida yetu kina dada. Nilifungua lile begi nikakuta zile pesa zimo, nilijikuta na tabasamu, kisha nikamwangalia yule mhudumu ambaye alikuwa ananiangalia, ila ghafla nikajikuta nasimama, nikataka kutoka nje uchi. Yule mhudumu akanishika, akaniuliza wewe, unaenda wapi? Unataka kutoka nje uchi? Hapana, haiwezekani. Naenda kumtafuta Zongli, ametoka na simu ya watu na cheni, nilisema huku nang'ang'ana kutoka, ila yule mhudumu alinidhibiti, alinidhibiti akanisubiri aka, akani nikavaa kisha nikamsimulia kisa chote. Alinipa pole, kisha akanipa aka matumaini kwamba huenda atarudi ameacha hizo pesa za kigeni na kama asiporudi bado faida itakuwa ni yako. Utachenji hizo pesa za kigeni na utalipa madeni, pesa ni, pesa nyingine utafanya maendeleo na sio wapambe, tutapata hata ya maji. Kinyonge nili... kinyonge niliamua kujifunga taulo nikaingia bafuni nikaenda kuoga ili kuondoa uchovu maana alikuwa nimechoka sana. Na kingine kilichonishangaza ni ni kuwa Zongli kuto kunifanya lolote, yaani hakunifanya mapenzi. Na hicho kinyoja alichoninywesha mbona kilinipa usingizi mzito? Ina maana ni yake ilikuwa ni nini? Au kuniibia simu na cheni? Lakini mbona ameacha hizi pesa zenye thamani zaidi ya alichoniibia? Labda atarudi, na nimeshampenda Zongli natamani angekuwa mume wangu. Nilioga huku nawaza hivyo, nilipomaliza kuoga nilivaa, kisha nikabeba kibegi na mkoba wangu, nikatoka humo chumbani, nikaenda kukaa reception huku na msubiri Zongli. Mhudumu akaingia kufanya usafi. Nilikaa hapo kwa takriban masaa manne, yaani mpaka saa kumi jioni, sikumwona Zongli akirudi. Nikaona isiwe tabu siwezi kusubiri mtu wakati nina pesa zake nyingi, nisiwe mjinga. Acha nikafanya utaratibu, nikachenji hizi pesa nipate shilingi milioni ishirini, akirudi anikuti. Nilimwaga yule mhudumu, kisha nikatoka kuelekea benki, nikajaribu kuzichenji hizo pesa. Na kama ni Mwanza nitaenda na ule wa Mwanza, siwezi kukosa mimi. Wakati nikiwa njiani naelekea benki, mara wakati nikiwa njiani naelekea benki, nikakutana na, nikakuta na ndugu yangu anaefanya kazi benki. Kabidi nimwonyeshe hizo pesa za kigeni, aliziangalia kisha akaniuliza nimezipata wapi. Nikamdanganya nimepewa zawadi na wazungu. Alitoa simu yake kisha akagugu ili ajue thamani ya zile pesa. Alipopiga hesabu akakuta thamani ya pesa zote ni shilingi elfu arobaini na nane na mia sita tu, msikilizaji wangu begi lote lile ambalo niliahidiwa kwamba ni milioni ishirini na laki tatu baada ya kuuzi baada ya kugugo na kufuatilia tumekuta ni shilingi elfu arobaini na mia sita tu. Alipoongea hivyo, sikuamini, nilichukua simu nikaangalia, na akarudia kupiga hesabu, huku na mimi nikishuhudia kabisa. Baada ya kujua hivyo sasa baada ya kujua hiyo thamani, mara ghafla nikaishiwa nguvu, nika angu, nikaanguka chini nikapoteza fahamu, ikawa taharuki. Ilibidi huyo ndugu yangu atafute usafiri, nikapelekwa hospitalini. Nililazwa hospitali kwa siku tatu. Nilipotoka watu wenye vitu vyao wakanidai pesa zao, simu na cheni, vyote vilikuwa na thamani ya shilingi milioni sita na laki tatu wakanifilisi vifaa vyangu vyote vya ofisini na baadhi ya vitu vya ndani pia. Ikanibidi niuze kiwanja changu ili kulipia madeni. Kiwanja na vitu vyote vya ofisini nilivyoviuza nilifanikiwa kulipa shilingi milioni tano, hivyo nimebakiwa na deni la shilingi milioni moja na laki tatu, na nimeanza upya kujitafuta na na mpaka hivi navyoongea navyokusimulia, dada Joi, siwapendi kabisa wanaume, siwapendi na nimejifunza sana, tamaa sio nzuri, tamaa sio nzuri kwetu mabinti na kwa watu wote. Ni mimi Jaklin Magashi Wakaama. Mpenzi msikilizaji, umesikia Jaklin ametuletea ametule, kisa chake kinasikitisha Kina mama na kina dada mmejifunza. Mpenzi ms mpenzi msikilizaji, kisa chetu ndipo kilipoishia, na natumaini kuna ulichojifunza, lakini mimi ningependa kujua nini umejifunza, au pengine una stori kama hii ambayo imewahi kukupata wewe, kisa cha kukutana na matapeli. Sha kwa wengine, kisa hiki cha Jacqueline pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kuendelea kupata masimulizi mengine kutoka kwetu. Kwa niaba ya mtayarishaji wangu Ramafinya Simbila, ni mimi msimuliaji wako Joismai, bila kumsahau Adamu Akis Mildam Modo hd Push Media V, msanii wa Bongo Fleva toka pande za Mwanza, meneja Tmac Victor Wise. Ulikuwa na mimi Josmi, tukutane tena katika kisa kingine. Bye bye.